Kwa vyama vya michezo wako katika ukumbi huu, tunao makundi mbalimbali mbali, wa wakilishi wa wachimbaji vijana, wachimbaji, machinga, bodaboda, bodaboda, mamalishe, tunao viongozi wa klabu za Simba na Yanga. Safari hii sisemi sana. sisiemu oye! Dunia imeona, Afrika imeona, Watanzania wameona, vijana wetu walivyopambana. Simba oye! Kwa hiyo tukupongeze mwenyekiti na rais kwa hamasa yako Timu hizi zimekuwa na ushindani kwa sababu ya hamasa yako. Tumpigie makofi mwenyekiti wetu, lakini tumshukuru Rais wa Zanzibar kwa ahadi yake ya dola laki mbili lakini na kulipia uwanja. Tumpigie makofi tafadhali. Kwa hiyo tunaingia katika historia kwamba Simba imeingia fainali mara mbili na Yanga wameweza kuingia fainali mara moja. Tuwapigie makofi tafadhali, wananchi. Simba oye! Ubaya! Ubaya! Now... <laughs> viongozi mbalimbali ambao mmealikwa hapa, na kama kwa bahati mbaya nitakuwa nimesahau katika list, kwa hiyo tuwatambue kwamba mmehudhuria katika mkutano mkuu huu maalum.